Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya tatu ya uaminifu na kazi na Bi Ruth kutokana na kitabu cha Ruth sura ya pili mstari wa kwanza hadi sita. Je, unataka kuwa mtu ambaye kila mtu angependa kuwa naye katika uhusiano, na kila kampuni ingependa yeye kuwa na mfanyakazi wao? Tunayo heshima kubwa kuwa na mwanamke huyu mashuhuri kushiriki nasi maarifa yake ili kutusaidia kufanya hivyo. Tafadhali tumkaribishe tena kwenye mazungumzo ya Footprints. Siwezi kuamini tuko katika wiki ya tatu ya mazungumzo yetu. Wakati wakati kweli unakimbia mtu anapokuwa na wakati mwema. Ukweli, imekuwa ya kufurahisha na ya kutia moyo kuwa na wewe wakati huu. Katika sehemu ya kwanza, ulituambia kwamba hatupaswi kushirikiana na watu kulingana na kile wengine wanasema au kufikiria kuwahusu. Tunapaswa kujua sisi wenyewe. Kama Mwabu, Wayahudi walionwa kuwa adui wenu wa kutisha, lakini wewe ulipata upendo Ijapokuwa wengine walimuona Mama Naomi kuwa mchawi aliyemuua mumewe na wanawe, ulichagua kuninginia kwake. Hakika, na katika sehemu ya pili, niliongeza kuwa mara tu unapomjua mtu huyo mwenyewe, amua kuongeza thamani katika uhusiano huo kwa kuwa njia ya Bwana kuonyesha mojawapo ya sifa zake za kipekee za kumimina moyo wako ili kumsaidia mtu huyo. Kisha chukua hatua na kutoa tamko la ujasiri kwamba utakuwa mwaminifu kwa mtu huyo. Leo, ningependa kuzungumza jinsi ya kushikamana na yale uliyotangaza na jinsi ya kuyaishi. Huwezi kuwa na uaminifu bila kazi. Naam. Kwa hiyo sasa umefika Betlehemu ukiwa mgeni. Hujui mtu yeyote pale isipokuwa mama Naomi. Ndio. Na hata wengine hawakuweza kumtambua mama Naomi. Niliguswa sana alipowaambia nilienda nikiwa na utele, lakini Bwana amenirudisha mikono mitupu. Bwana amenitesa, Mwenyezi ameniletea balaa. Hiyo ilihuzunisha sana kwa kweli. Kando na huruma na wasiwasi watu walikuonyesha ulipofika, kuna yeyote kati yao aliyekuletea chakula au pesa za matumizi yako? Hakuna hata maji Hakuna mtu aliyekuwa tayari kuchukua mzigo huo wa kumtunza bibi mzee, maskini na binti mkwe wake wa kigeni, kwa hiyo nilianza kufanya kazi mara moja. Nikiwa hatuna ardhi yetu wenyewe, nilienda shambani kuchukua mabaki baada ya wavunaji wa shayiri. Lo, kwa hivyo hukupata hata wakati wa kutulia, kuzoea mahali hapo na kujisikia kuwa umekaribishwa. Nilitamani sana, lakini hakukuwa na wakati ya hayo. Tulipata kula. Tulipata kuishi na kwa sababu nilijitolea kwa moyo wangu kwa uaminifu, ili kumsaidia mama Naomi, nilimfanya abaki nyumbani na kwenda kuokota masazo. Nilitoa tamko hilo la ujasiri, sasa ni wakati wa kuishi tamko hilo. Uliacha faraja na usalama wa nchi yako, nyumba na familia yako. Angalau huko Moabu ungeweza kuwategemea wazazi au jamaa zako kukusaidia. Hapa uko katika nchi ya kigeni na mwanamke mzee maskini wa kumtunza. Kulikuwaje? Haikuwa rahisi hata kidogo. Kutafuta masazo yenyewe ilikuwa jambo la kuvunja mgongo. Lakini unaona, huwezi kuonyesha uaminifu kwa maneno tu, inahusisha kujitolea pia. Huwezi kuonyesha uaminifu wakati tu inakufaa. Huna budi kuhesabu gharama, kujitolea na kuiishi kwa kutoa moyo wako ili kumsaidia mtu huyo. Hilo ndilo nilifanya. Katika nyakati hizo ngumu, je, uliwahi kufikiria kuachana na haya na kurudi Moabu? Hapana, nadhani mara nilipoazimia kuonyesha sifa hiyo ya Yahwe ya kujitolea kwa moyo wangu kwa uaminifu ili kumsaidia mama Naomi, Yahwe pia alinisaidia kuvumilia na aliniongoza pia. Je, unajua kujitolea kwangu ili kumsaidia mama Naomi katika uaminifu ilinifungulia mlango mkubwa? Vizuri sana, natumai tutakuwa na wakati wa kuangazia hayo leo. Kabla hatujaingia katika hilo, nataka kutumia yale ulioshiriki leo katika sehemu za kazi ili kumtia moyo mtu kwamba kazi za ziada na kujitolea anakofanya kazini kwa sababu ya uaminifu kunaweza kutotambuliwa na waajiri au wasimamizi, lakini Mungu anafanya mambo kukupa fursa ambayo inaweza kuwa ushuhuda wa nguvu kwa maisha yako. Ukweli kabisa, Usifikiri kuwa unafanya bidii bila kutambulishwa na ni ya bure, usivunjike moyo. Nilidhani nilikuwa nikivunjwa tu mgongo nikivuna, lakini sikujua kwamba Bwana alikuwa akifanya ushuhuda wenye nguvu maishani mwangu. Nitashiriki zaidi juu ya hilo katika sehemu ya nne. Umetuacha kwa hamu sana, tutasubiri sana sehemu ya nne. Unastahili kupongezwa kwa mafunzo yako leo. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, Wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.